Ibora mambo vipi? mambo ni aje, mwanafamilia wa together online? Ni wakati mwingine tena tumekutana, tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii bwana. Tuko hapa na mwanadada Zuchu, Zuhura Kopa, kupitia akaunti yake ya Instagram Zuchu bwana ameweza kuandika hapo ujumbe. Tunafahamu sasa hivi bwana watu tuko, tuko katika mfungo tinkwata kusema tuko katika kifungo, tuko katika mfungo uh, wa Kwaresima, lakini pia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo uh, watu uh, tulio wengi eh, sasa hivi uh, ni, ni, ni kufanya yale yote au mambo, mambo, mambo mazuri ambayo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, kuswali au kuomba, uh, kufanya yaliyo mema, kusaidia watu tofauti tofauti na kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, au sio? ya sasa hapa, Zuchu ameweza kuandika ujumbe ambapo anasema trust God's timing, kwamba amini katika wakati wa Mungu e, amini katika wakati wa Mungu. Anasema Mungu hata kuacha wewe mtupu, ataziba ataziba, au atakulipa kwa vitu vyote au ulivyopoteza, na kama akikuomba kitu basi ni kwa sababu anataka aupate kitu kikubwa zaidi, na kama akikuomba kitu basi anataka upate kitu kikubwa zaidi. E, huyo ni mwanadada Zuchu, anasema amini katika wakati wa Mungu, kwamba hata kuacha wewe mtupu, na ataziba au atakupatia kila vitu vyote, e, a, ulivyopoteza. Na anasema kwamba na kama akitaka utoe kitu kwa ajili yake, basi ni kwa sababu anataka upate kitu kikubwa zaidi. No, naona bwana, so ni ujumbe ambao ukaweza kuandika Zuchu kupitia akaunti yake ya Instagram. Nikasema si mbaya, wacha niwasogezee.